Kwanza uh, nijitambulishe kwanza huyo uh, watazamaji waweze kunifahamu. Mimi kwa jina naitwa mwalimu Christian Sinkonde, ni mwalimu kiongozi wa shule ya msingi ka, Kazi Mzungu. Ah, uh, nipende pia kuwajulisha Kazi Mzungu iko maeneo gani na Kazi Mzungu uh, ni shule ambayo iko ndani ya wilaya ya Kisarawe na inapatikana katika kata ya Kazi Mzungwi na shule yenyewe inaitwa Kazi Mzungu ipo katika kijiji cha kazi mzungu na shule yetu, kama nilivyotangulia kusema kwamba inapatikana umbali wa kilomita kumi na mbili tu kutoka makao makuu ya wilaya, na shule yetu ipo kando kando ya barabara itokayo hugu uh, kuelekea Maneromango. Uh, tunao tamasha la leo ni kilele cha tamasha uh, la kupinga uh, ukatili wa kijinsia kwa watoto na kauli mbiu yetu inasema ukatili wa kijinsia kwa watoto shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano utulivu kwa amani. Na tuweke kauli mbiu hii, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi, na katika mwaka wa uchaguzi tumekuwa na matukio mbalimbali ambayo yanajitokeza, huwa yanajitokeza hususan katika ukatili kwa watoto. tumekuwa na tamasha hili, hii leo ni siku ya kilele, tumelianza tangu Jumanne na leo ni, takriban leo ni siku ya saba, ambayo tunakwenda kuhitimisha, na katika tamasha hili tulifanya shughuli mbalimbali, na tangu tumeanza tumefanya shughuli za kupanda miti A, tumefanya shughuli za kufanya usafi, tumefanya usafi katika zahanati yetu ya kazi nzuri. Tukiamua kufanya kazi ile, ni kazi ya kizalendo, na tunawafundisha pia watoto hali ya kuwa watu wa ya uzalendo na katika hali ya kujitolea lakini ikumbuke kwamba pale zanati watoto wa na wetu wanakwenda kutibiwa, hata sisi pia walimu wa kazi nzungu tunakwenda kutibiwa pale. Tukaona kwamba pia watoto walikuwa na ujumbe wa kwenda kupeleka pale katika zanati ya kazi nzungu, awalipeleka jumbe mbalimbali pale kwenye ile zanati, ambapo yale maandamano yalipokelewa na mganga Mpawisi, na aliweza kuwapokea watoto, lakini pia watoto walitoa zawadi kwa wagonjwa ambao wanakuwa wanapumzishwa wanapu pale, kama vile sabuni, lakini pia hata sukari. Haya yalikuwa ni ya kitaifa. Kwa hata shule zingine nje ya mkoa wa Pwani inawarika kujifunza kazi nzuri, waone nini nachokifanya, kwa nini tunafanikiwa kwa sababu ya matamasha kama haya, lakini pia yae tunaofundishwa kwenye zile semina mbalimbali sisi tunafanyia kazi, kwa sababu imekuwa ni msaada kwetu, lakini lengo kubwa ni kuwasaidia hawa. Mimi mwingine ni washukuru sana. Mwigune online TV karibisha sana A, katika matamasha mengine, na tunatarajia kuwa na tamasha kubwa tena lingine zaidi ya hili ambayo itafanyika mwezi wa tisa baada tu ya mtihani wa taifa kwa darasa la saba, tutakuwa na tamasha kubwa sana, ambao pia itaambatana na mafari ya kuaga watoto ambao wanaanza darasa la saba kutokana na mambo mengi, na kama kuna klabu nyingi, maana yake tutawaalika watu wa Uh, klabu ya maji, ya kutoa tuzo zao, lakini kuna klabu ya mazingira, kuna klabu ya Roots and Shoots, kuona watakuja kutoa zawadi zao kwa watu ambao wana timu darasa la 7. Kwa hiyo tutategemea kuwa na tamasha kubwa sana kuliko kuliko hili. Tunapotendewa kinyume na haki ya binadamu, kwende mahali ambapo tunaona tutapata msaada kwa watu tunao waamini kwa vyombo vya serikali kwa ndugu jamaa, yule ambaye unaona kabisa kwamba huyu atanisaidia katika hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nyumbani bila ukatili inawezekana. Nyumbani bila ukatili wa kijinsia inawezekana. Asanteni. Ukatili wewe ni shujaa, hiyo ndo kauli mbiu ya ujata, kwamba tunasema kataa ukatili, wewe ni shujaa. Kataa ukatili, wewe ni shujaa. Lakini pia tunasema kwamba kwa kauli mbiu ya hafla hii ya kwamba kataa au pinga ukatili, shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Haya, kwa ajili ya kurekodi maoni, madaftari kwa ajili ya kurekodi maoni ya wanafunzi, na pia kuna daftari kwa ajili ya dawati na ulinzi na usalama, kurekodi mahudhurio ya wanafunzi kitu na kwa katika kauli yao. Miongozo ndio kama hii, ili miongozo mbalimbali, unaweza kuona pale kwa mbali. Hii ni miongozo mbalimbali ambayo inatusaidia kuweza kufanya kazi yetu kwa urahisi zaidi. Pia Pia miongozo ambayo. Sasa kama tumekosea, tuna taratibu, sheria, kanuni, na miongozo mbalimbali mbali ambayo inatuongoza katika shughuli zetu za kila siku kama wanadamu. Na ofisi zipo, viongozi wapo, niwaombe kwa haya yote ambayo yamezungumzwa hapa. Sina jipi ambalo nitakalosema halikuwahi kuzungumzwa hapa. Kikubwa naomba kama mtendaji kata wenu, tufikishieni taarifa katika ofisi zetu, ili tuweze kuzifanyia kazi kwa yale ambayo tunayaweza na kwa ambayo hatutayaweza tutayachukua, tutasogeza katika ngazi za juu ambazo wao pia wataweza kufanyia kazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Kama ambavyo imetambulishwa na mwalimu mkuu ama mwalimu kiongozi, ni mgeni katika kitongoji chetu cha kazi Mzumbwi. Kwa majina mimi ninaitwa ndugu Ahmadi Mpili, ni afisa mtendaji wa kitongoji chetu cha Kazi Mzumbwi. Nina furaha kubwa ya kujiunga nanyi katika kilele hichi cha maazimisho ya si, eh, siku ya kupinga ukatili kwa mtoto. Binafsi ningependa nichangie japo kwa dakika moja. Jamani, ndugu zangu wazazi na walezi, jambo hili lipo, lipo kweli. Mwisho naomba nitamke rasmi baada ya kuwashukuru kila mtu na baada ya kuhakikisha wale watoto walioletwa pale watakula mpaka wafunge, na baada ya kuhakikisha kutakuwa na ziada ya maskauti na, na, na, ma na walimu, lakini ni tofauti, scouti siku yao na walimu siku yao. Naomba nitamke rasmi sasa na baada ya ku, kunikubalia wananchi wa kazi mzungwi kama kitongoji na kata kwamba tutafanya Patiki ya kuondoa ukatili kwa watoto wetu, kwa kwa kuanzia kwenye chakula, kuanzia kwenye matusi na yote yaliyozungumzwa ya, na baada ya kunihakikishia na kunithibitishia kwamba salamu zinaenda kwa mama Samia kupitia kwa mbunge wetu, kupitia kwa DC, kwamba kazi mzumbu itafanyika uchaguzi wa amani na utulivu, naomba nitamke rasmi, maadhimisho haya ya wiki nzima ya kupinga ukatili na kuhamasisha watu wafanye amani na utulivu kwenye uchaguzi yamefungwa rasmi. Weka karamu, tunacheza.